Unaangalia kila kona, unaangalia ujiamini. Nimekuja mwenyewe, jeshi la mtu mmoja. Mi najiamini, kazi zangu nafanya mwenyewe, Munde. Kwa hiyo ulitegemea kabisa, umetoka Dakawa kule umekimbilia huku, hautapatikana? mimi na GPS, mimi na Nusa. Serikali imeniamini katika askari unaofanya kazi kwa weledi, mimi Kinyengo namba moja. Munde, huna ujanja wa kukimbia mikono miko yangu, mimi huwezi kabisa. Kwa hiyo natakaje? Umeongea sahii sana, Munde, nimekuja kukukamata nikupeleke kituoni. Munde, na kesi kubwa sana umefanya, uhalifu umetorosha mtu binti mdogo miaka kumi na tisa. Mungu mukujenao kwa hiyo hawa watoto wa paka wameamua kung'aka na kwenda polisi kwenda kutoa ripoti kwamba nimekimbia na dada wao. Yaani sio ripoti tu mavi amezagada akawa mzima kwa ajili okay. Yani yako wewe kwa sawa, kwa hiyo tunalimaliza vipi hili swala? Mimi mzoa mkono mtupo ulambu kipanga Changamka okay. Kipanga, sasa Changa huo ndio ushujaa. Yani Munde, mimi ndio maana mimi na wewe tunaenda vizuri suti kwa sababu wewe, kauli yako moja tu ya utekelezaji, huna bambamba. Ye Bigi, anaongea sana. Bigi, mzigo gani huo? Nataka nikukabidhi mzigo, ni uupeleke kijiji cha Dakawa kwa vijana wangu. So ukisupply vizuri huo mzigo, laki tano itakuwa yako Laki tano itakuwa ya kwangu. So, naomba ukawapatie vijana wangu. Hii ni mirungi ndio, na hii mirungi wanatumia sana Waarabu. So kwa sababu wao nawapatia sana steam, so na wao ndo wamekuwa wateja wetu wakubwa sana katika biashara hii, na ndio maana ni mamwani kukabidhi wewe ili wafikishie vijana wangu. Na kama una wasiwasi, basi waachia vijana wangu wa supply yu mzigo, watakapouza utaenda kufuata pesa yako keshi, lakini pia Haya, sio malipo ya hii kazi, kama vocha tu. Hii ni kama vocha kwa sababu unanipelekea mzigo mjini. Pesa so yako ya kuhusu hili jambo inakuja, uone kama itakuwa changamoto kwa upande wangu. hiyo Kinyengo, vipi? Kumbuka, wewe upo juu ya sheria, hakuna serikali yoyote inaweza kukusumbua wewe. Yaani, mimi sio juu ya sheria tu, mimi mkuu wa kituo nimemweka yuko hapa Amin, simu yangu moja tu, kila kitu kimeisha. Sasa wewe, mazingira weka vizuri, sio kwa huo mtego wangu mimi. Toa keshu tumundi hapo, sitoa keshu unimalize mimi, nipite zangu hizi na kuamini yaamini. So usitumie huo mzigo haujapimwa. Sure, hamna shida, nakujua. Usije ukautumia huo mzigo haujapimwa, Munde. Mimi nacheza vizuri. Peleka kwa vijana waupime, ndio aanze ku supply. Usije ukatafuna hiyo mirungi bila kuipima. Sasa Munde, wewe unapoangalia mwenyewe. Hasa wewe, mimi inabidi kidogo nikifika hapo mbili tatu niguse ili nijiweke kwenye nani, kwenye kwenye utimamu, si unajua? Haijapimwa. Mimi lazima nikikuta mzigo lazima ni kidogo na angalia, je kweli una nini, uko vizuri, tutapata hela? Yeah. Sawa, mimi nimetoa tahadhari. Sasa, sasa Munde kuwa makini, kazi ya serikali. Mimi nimeaminika. Sio sio, unatoka hapo Kinyango kaja hapa Kinyango tumemtia milungi ya milioni moja. Ni mimavi. mimi sitaki mimavi kazini. Kazi yangu ya muda mrefu najiamini. Kwa hiyo tucheze, mambo tuwe makini. Umeelewa? Munde ana papala. Na kuaminia mwanangu. Lakini sikiliza. Bigi ana watu wanakufuatilia nyuma nyuma. Mimi ndio ninayekulinda. Kuwa makini. Kwa chumba. Kuwa makini wakati mwingine ninapokuja mtu kama mimi unatulia unauliza kwanza, wewe ni nani? Ni familia hapo unaanza kuongea maneno mengi mengi. Eh. Kinyume mtihani unajua. Anyway, sasa kama ndo kanipa vocha hii afanye kweli. Akileta maswala ya kujifanya munde munde mwenzake dhiki kadiletea hela mlima namna hii. Nageuka. Mimi siko posho tu. Yaani hapa. Kwechuzangu. Hey, umesikia sana huko hapo? Mbona nipeleka sana shida wapi? Sio ya kupeleka sana. Yaani na kwelekeza. Unaona sasa shamba lilivyo. Shamba lilivyo kubwa, kwanza nina mbaazi nina, hapo. Bado kuna mahindi na kuna kila kitu, wewe mwenyewe kujinoa tu ndugu yangu vile utakavyo sasa, uh-huh. Ndo hapa ndugu yangu, fanya fanya huo mpango kama tulivyoongea ndugu yangu sasa. Bwana ndio kweli, alizi nimeiona. Umeona eh? kumbe hata mahindi miogo inakubali eh, hapa karanga, mahindi, miogo vile e, utakavyo. Arizi yangu hii, alafu hii marembau. Zamani aliweka zizi pale katikati, kwa hiyo iko hivi shegere <laughs> sasa sikia ishamba mapana ngapi mapana hapa ni thelathini na sita kwa ishirini na saba marefu ishirini na saba kwa thelathini na sita lenyewe kabisa yaani hapa rutuba kama yote sasikia hapa eh. nitakiwa awepo mwenyekiti ah. lakini halina mizozo mizozo yote bwana ah.

Siku hizi mambo sio mambo aa, jina nani? Inaitwa togo ya maji. Jina kamili aa, jina kamili inaitwa togo ya maji na mazani. Togo ya maji wamenipa tu hilo. Kwa tu hiyo juu. Aa, sasa sasa. Sawa, sawa, sikia. Shamba nimeliona zuri. Umeelewa? Eh. Sawa. Lakini sabaki kitu kimoja. Eh, kwa heko ya mlungula hapo. Siwezi kukupa hela nakupaposa ah, ila siwezi kutoa hela bila kuwa na mashahidi ashaa <laughs> kwanza. Alafu ndo ndotwende kwa mashahidi. Mimi shamba tazo basitaako naongea sana togola maji. Mimi natoa hela ju sitoi maneno kama unavyotoa maneno. Sawa. Sawa. Natoa nini? Upunguza maneno sawa? Ndio. Eh, sasa hapa eh, dakti kwa mjumbe sasa, ndoang kwa mjumbe kufanya hii hapa. Tumemaliza, nipe changu nipite hivi, maokocho basi. Tunaweza tena kuelezana kwa mjumbe. Mjumbe wa nini? anausiawii na shamba langu huyo mjumbe. Lakini bwana tajiri, wewe sikia, toka na maji hii ardhi. Ah, kwanza na mtoto Mbona maswali mengi? Kama tunahesabia na sesa, bwana, watoto wanakuja kwenye mambo ya mimi. Bwana togwa la maji, hebu tuweke mikakati. saa hivi namtakaninao. okay. ah. Hey, la maji utasikia, la maji handsome boy. Sikia, we, kujua mambo yako, toka hapa. Ukija ofisini, uje na mwenyekiti tutongoje. Ah, okay sawa. Ili mimi niwe na ushahidi. Njoo na ushahidi kabisa kama kuna uza ni ardhi ya kwako, mali ya kwako. Umenielewa? Sawa. Sitaki kutoa baadaye. Sawa bwana tajiri. Na wewe unachukua mtu wenyewe unakunywa pale unaweza kufa muda wote, afu mimi ngawa ngapata sala kwenye la zangu. Mimi naishi leo kesho na milele. Siwezi kufa kirahisi. Hebu shika hapa. Afu utakuja ofisini. Eh, bwana. Bwana tajiri leo una vitu vizuri. Eh, ofisini nakuja baba, nakuja. Sasa sasa ushafika. Eh sasa hapo saa sita na nusu. Wewe una mashahidi na nani? Mashahidi wa nyakiti.

Od, karibu karibuni. Munde yuko wapi? Hiyo ndo salamu? Munde yuko wapi? Hiyo ndo salamu? Dada awajaja kutoa wa salamu wajaja kusalimiana, swali tu su munde yuko wapi? hata mimi sija hapa kwa ajili ya kujibu maswali yenu. Kaka mnene wewe, kwamba hivi ndio ulifundishwa? Kwani ukitoka huko uende sehemu za watu ndio? Yani unakuja hapa bila kusalimia, afu mimi nikujibu swali lako kama nani? Alafu nasema eti kwamba Mude sijui kamteka, dada kamchukua yangu ni yani, yani kawa ni yani boga, kwamba ukichukua ukiweka kwenye yani, yani kwenye kiroba pale alipikipiki wala nini, mpaka kisogezi hajatekwa msituni yani, msitusambazie siambaya. Wewe tulia. Unajua mbona unaongea? Kwani hapa unafanya nini? Unasikia mimi naimba hapa? Usinaongea. Hebu sikiza kwanza anavyokuambia. Wewe vipi? Emu mbebeni, mtuheni. Emu niache. Niache bwana. Niache unaniumiza. Ndio. Niache. Wewe vipi? Niache la niuliza. Niache la niuliza. Okay. A Ah, hii kali kweli. Mambo vipi hapa? Utawala kawaida yangu mimi kuja maeneo haya, unashangaa kwa nini siwona kuja tu hapa sasa. Sikiliza, nimekuja hapa, nina ujumbe. Unanielewa kwa dogo? Yeah. Umeona mali hapa hii? Sawa umzigo huu? Yeah. Una vyuma ndani humo? Unanielewa? tulia kwanza sijakwambia uanze kuleta namna gani. Kwa nini kwa kwa kupangilie kwanza? Mwandani kuna mirungi huko. Oji kabisa yenyewe ya kule polini ile. Ukigusa tu imo. Ya Wasomali wenyewe ambao wanaitumia ile. Haikuchekechwa hiyo. Iko full mkoko. Mimi nimegusa kidogo tu kwa kiki mwenye. Unajua mambo yangu? Lazima ni hakiki kwanza kwamba hii kweli yenyewe. Sisi kachukua mevaa mbaya hapo iko anazesheni. Sasa sikia na maagizo kutoka kwa Munde. Umlungu milioni milioni moja ukiuzwa na muuzaji ni wewe hapa, anikuletee ukauze, unakojua mwenyewe kwa watu wenu huko, nipatikane milioni milioni moja Hiyo milioni na mgawanyo maraisi, marahisi, mara mbili laki tano laki tano, umenielewa laki tano ya la kwanza. Ukishaanza kuuza mia tano papi ya kwanza kwanza, unanigusa mimi, kwani akinyengo hii mia tano nakuja kuchukua mia tano yangu kwanza mimi hapa afu mia tano ya pili ile munde anapotoka kule mtapewa kule, akitoka kule yake haikuta. Tunaelewana vizuri sasa, tuuliza wengi, anelewa vizuri? eh, akwelewa, akwelewa vizuri. Eh. Ko, fanya kazi kwa umakini sawa, eh. sawa bwana eh, eh, eh, ukishafanya namna gani unanigusa bila kinyengo

Kuna changamoto za kifamilia ambazo zimenitokea si hapa katikati, ndio maana unaniona mimi kama nakuzungusha. Hapo mimi nilipata msiba, mimi nimefiwa na bibi yangu mwana taji, sio kwamba naongea smart, mbona mimi toka na maji niko sawa mimi, mimi nilipata msiba amba wana taji. Hivo kwa nini kipindi unakuja mimi nakupeatuana mashariti gani? Ah. Umesikia baza? Mimi ki kweli mseme tu kweli, msema kweli mpenzi wa Mungu, mimi na madeni ameniandama mambo hivi, alafu isitoshe, ndugu yangu, mimi nilipata msiba huu. Msiba ndio umenifanya kidogo nimechelewesha yako, sio kama nimefanya kwa makusudi Msiba wajua, mambo ya msiba mi nimefiwa, mimi na bibi yangu, kwele ni nani kule makandako mimi. Kuna maji, eh? Maji nisikilize, yaani hela angu mizunguke, hela yangu na uwe msi so na msiba hako mia vio siani, umenielewa ndio mpaka sawezi siku hizi zureki siku mbili mie hela angu ya kuzungusha, umenielewa kwa mie hela angu minapataje? sokoza napenda mimi kuishi hivi, sasa sikiliza, nataka hili sara mimi nawe tulimaliza. Sawa. So, mimi na shamba yangu ambayo mimi nawe tumeingia nini mkopo, akanipa mkopo. Sasa mimi nataka kwenye shamba yangu yeah. unipe hela mm-hmm. Alafu ile yani, unipe hela tu nimalizie, nkwachie shamba, shamba liwe lako, bwana tajiri.